Michezo nam na ni zamu ya kuamulika yale ambayo yamejiri kwenye uwanja wa michezo na studioni hapa. Niko na somo njam pamoja na Lukman Mahmud. Lukman, unatusikia bila shaka kupitia njia ya simu no. Shukran, Saamu, hapa za mambo yako set eh? <laughs> tuanze na uchambuzi wa mechi za fainali ya kombe la UEFA Nations League ambayo mm -hmm. tumeshuhudia jana usiku kwa mkeleo, mechi kabambe kabisa fainali kabambe kati ya, ya Ureno dhidi ya Uhispania, majirani wawili hawa ambao bila shaka wametupa burudani ya aina yake. Tumeshuhudia mm -hmm. wapo walikuwa wanasema ni mechi ilikuwa ni ya kizazi na kizazi Ronaldo mwenye, mwenye miaka arobaini, lakini pia Lamine Yamal mwenye miaka kumi na saba. Tuanze na wewe ulioko studio hapa mm. Saumu Njama, mm. hebu tueleze kwa ufupi mchezo huo wa fainali kwako wewe, uli, uliuona vipi? Ulikuwa ni mchezo ambao unaonyesha uzoefu pamoja na uchangamfu mm. mm. uh, mm. uh, kwa upande wa Uhispania ulionyesha vijana kuanzia Lamine Yamal, Nico Williams, Kukurela, wakijaribu kuonyesha kwamba wanaweza kucheza kwa kasi sana, lakini uzoefu kwa upande mm. wa Ureno ukawaonyesha kwamba kutangulia sio kufika na kuhakikisha kwamba wanasawazisha eh, na hatimaye eh, kubeba ushindi kupitia mikwaju ya penalti. Walikuwa na yeah, utulivu zaidi. Alafu pia nilishuhudia kwamba kumbe inawezekana kijana Lamine <laughs> Yamal kutiwa mkobani eh, kijana Nuno Mendes <laughs> amesema kwamba kama alimzuilia Mo Salah <laughs> akatoka hapo akamzuilia Bukayo Saka <laughs> na sasa jana hatukumwona kabisa Lamine Yamal. Kwa hiyo uzoefu unaweza kusema experience kwa Kiingereza uliwazidi vijana wa Hispania. Jana <mimu'> mimi nilikuwa katika matangazo ya haya ya DW mchana hapa na li, nilikuwa na ripoti kuhusiana na kocha wa, ya wa Hispani, ya timu ya taifa ya Uhispania De La Fuente, yeye alisema kwamba timu yake ya taifa ya Uhispania inapewa nafasi kubwa ya kubeba ubingwa, lakini akatoa tahadhari kwamba Ureno sio timu ya kubeza mm. Nimuulize Lukman Mahmud, wewe ulitaraji pengine <mimu'> uh, Ureno kubeba taji hili mbele ya vijana hawa waliobeba Euro mwaka elfu mbili ishirini na nne hapa hapa Ujerumani, safari yao walipofika zaidi katika hatua ile ya nusu fainali, walikuwa wameonyesha kwamba wanacho kitu ambacho wanataka kukionyesha zaidi, kuwa taifa la kwanza kuweza kunyakua taji hilo la UEFA Nations League mara mbili. Kwa hivyo yeah. Ndio watu walipiga upatu Hispania kwa sababu ya vijana chipukizi, lakini eh, kuna ule msemo wasema, ngoma ya watoto haikeshi. Kwa hivyo, <laughs> wazee waliingia katika mchezo ule wakiwa na hesabu na mikakati kabambe. Ndio maana mm, walikuwa wanapigwa bao, lakini nguvu eh, bado haikatiki, wanarudisha bao lile, wakipigwa la pili wakarudisha tena mm. Alafu mwisho wa siku, matuta huwa tunasema hayana mwenyeji, hayana fundi. Kwa hivyo eh, ni kuonyesha kwamba uzoefu unachukua una nafasi kubwa zaidi, mchezaji kama Ronaldo mm, kuweza kupiga bao ambalo liliregesha timu katika mchezo ilikuwa ni bao la muhimu ya zaidi. Matuta ndio kama hivyo, wakaweza kuibuka na ubingwa. Nirejie kwako Saumu. mm -hmm. Ni nani hasa alikuvutia katika mchezo wa jana katika vikosi vya timu zote mbili? bila shaka uh, mwanzo wa mchezo mm -hmm. nilikuwa nimefurahishwa na jinsi kijana huyu Nico Williams mm -hmm. alivyokuwa akidhibiti mipira pembeni kule mm -hmm. eh, oui, winga wa Uhispania mm -hmm. uh, kwa mipira kadri inavyoletwa anaituliza namna gani ya kujaribu kupanda, lakini umaliziaji kidogo ulimsumbua. mm -hmm. Hapa ndio nasema kwamba experience huwa inaonekana kwa wakati huu, kwa sababu mtu anapata utulivu wa kuweza kufahamu ni namna gani ya kumalizia. Alikuwa na nafasi nyingi tu ambazo angeweza labda mm. kuweza kufunga mabao lakini kidogo hapo pali e, palikuwa pagumu e, lakini kadri mechi ilivyokuwa ikiendelea, mm. unaangalia mchezo unavyobadilika. Walikuwa na fursa nyingi Uhispania, lakini Ureno wakatuliza mchezo mm -hmm. wakati baada ya kipindi cha kwanza wakafanya mabadiliko katika e, e, safu ya ulinzi wa, wakamleta Salido wakamtoa mm -hmm. hapo hapo ndio mechi ilibadilika, na ukaweza kuona kwa kwamba Nuno Mendes alikuweko, anasaidia katika kufunga, katika kudhibiti mchezo na katika, alikuwa kiungo mchezeshaji unaweza kusema. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa, asilimia mia moja anaweza kusema kwamba jumla ya mechi ilivyokamilika mm -hmm. Nuno Mendes alistahili zaidi kabisa kupewa, uh, man of the match mm -hmm. na hata mimi naamini kwamba huyo ndio mchezo mbaya, uh, mchezaji ambaye alinivutia zaidi katika mechi yote <laughs> pamoja na ushindi, kwa sababu hata penalti mm -hmm. aliyoipiga alipiga penalti nyingine hapo, nasema Eh, kama jiwe mm. Ilikuwa mechi nzuri. Eh, Lukman, una majiwe sawa na ya Saumu eh, tofauti siyo kubwa of course, kama waangalizi mm. eh, wa, wa mchezo wenyewe walimtuza mm. Nuno Mendes eh, ya ya kwa sababu macho yalikuwa yanawekwa kwa Lamine Yamal, lakini yule ambaye alimfanya Lamine asionekane of course, ndiye ambaye atakuwa anaonekana. Kwa hivyo kwa Nuno Mendes, anastahili eh, zaidi pia kuweza kusaidia timu kupata bao katika kurudi mchezoni hapo pia yule ambaye alikuwa anategemewa kuhangaisha zaidi akiwa ameweza kumdhibiti, of course moja kwa moja yeye anastahili eh, tuzo kama hiyo ya ya ya ya ya ya mchezaji bora katika katika mechi mechi mechi. Asante sana. Sasa tuizungumzie jana, pia kulikuwa na na mechi nyingine, mshindi wa wa tatu haya haya UEFA Nations League, kati timu timu taifa Shalt, lakini, blues, taifa Ujerumani Ujerumani demon lakini dhidi vijana blues Ufaransa. Mimi binafsi nilikuwa nafikiri kwamba wako nyumbani, wamefungwa hapa katika mechi o zan na Ureno pengine mechi ya mshindi wa tatu wangeibakisha nyumbani, lakini hoi hoi wakafungwa na vijana wa Didier Deschamps magoli mawili kwa nunge. Nini kilienda kombo kwa vijana hawa wa Ujerumani? ni kaanza, uh, nawesomu naweza kusema ukosefu wa utulivu mm -hmm, katika safu ya ushambuliaji. Kijana Karim Ademi alikuwa anapata nafasi nyingi tu, mipira ilikuwa inafika, lakini uh -huh, kama kawaida, safu ya ulinzi ya Ujerumani sasa hivi ilikuwako haijakaa imara lakini vilevile vile, viungo kabaji hapa anazungumzia ikina Lamin Yamal, I mean, Jamal Musiala uh, hakuwepo kwenye mchezo. Maestro huyu tunajua, akiwepo, uh, anaweza kukibadilisha kikosi cha, cha uh, timu ya taifa ya Ujerumani eh, lakini pia vilevile timu ya taifa ya Ujerumani nahisi tangu uh, kocha Nagelsmann achukue mikoba mm, amekuwa akileta vijana zaidi katika mechi hizi ama katika kukiita kikosi chake, kwa hiyo kunakuwa na changamoto kwamba vijana hawawezi kudhibiti presha. Ilifikia wakati Jonathan Tah alikuwa anajaribu kupambana, wanataka kupigana pale, kushikana mashati na, na wachezaji wengine. Timu ya taifa ya Ujerumani imekuwa ikidhihirisha, sio mara moja wala mara mbili, punde tu watakapofungwa basi wanapoteza mwelekeo kabisa. Mm -hmm. Um, huyu kijana Karim Adeyemi alijaribu kwa udi na uvumba, ima kwa kujirusha ili iwe ni penalti, lakini bado kocha refa uh, akaona akasema, hapana, hii haiwezekani. Nafasi zinakuja anazipata, lakini anashindwa kumalizia. Florian Vert, hakukuwa na ule uh, mshikamano katika safu ya ya, viungo um, uh, wakabaji pamoja na washambuliaji katika kuhakikisha kwamba mabao yanapatikana kwa, kwa yanapatikana. Leroy Sane hakuwepo kwa hiyo na za kusema kwa kiasi kikubwa yaliyoendea mrama ama kikosi e, cha Ujerumani, nahisi bado kinahitaji halau miaka miwili mitatu hivi kabla tuweze kurudi kusema kwamba football was made in german. Kwa sasa hivi bado kuna changamoto. Ebwana Lukman bila shaka anacheka, unamsikia huyu, Saumu, <laughs> akielezea <uwa> lakini <laughs> <laughs> lakini mimi <laughs> mimi binafsi nina maoni tofauti na kwako kidogo, kwa sababu ukiniuliza vikosi cha timu ya taifa ya ufaransa na, na Ujerumani ni unaweza kusema mbingo na, na ardhi sijui, mm, si ana maoni gani Lukman? Kwa ufupi sana tuelezee kuhusu na na Ufaransa na Ujerumani. Kikubwa ni ile suala la uzoefu, alafu kama nilivyosema, Saumu, Ujerumani bado wanajaribu kuunda tena kikosi chake, kwa hivyo jambo ambalo liliwaponza na bado litawaponza zaidi katika siku zijazo. Mm, itachukua muda mpaka kufika pale. Faransa sura mpya ni chache mno, kina Real Madrid, lakini pia ni wachezaji ambao wapo katika fomu nzuri, si katika klabu ilipewa uh, debut yake katika mechi iliyopita, nusu finali akapata bao katika kipigo kile walichoweza kupata katika dhidi ya Uhispania katika nusu finali. Kwa hivyo ukiangalia ni kikosi ambacho kimekuwa pamoja kwa muda, lakini pia wale ambao ni wageni Eh, wanaongeza kitu kiani ni Mbappe alipiga bao. Eh, mwenzake Michael Olisa anacheza na hao Wajerumani, anawajua nje ndani. Kwa hivyo ilikuwa rahisi kwake pia kuweza kuwapangua pangua, pangua katika kuweza kupata bao la ushindi. Kwa hivyo Ujerumani uh, bado experience itawagharimu. Mm -hmm. Asante sana, tuishie hapa kwanza, tuelekee mm -hmm. nchini Kongo, ambapo ligi kuu nchini humo nchini Kongo inaendelea nileke... katika hatua ya playoff mechi kumi na moja zimesalia na kila timu zikisalia siku sitini na moja pekee, ili zitakazofuzu katika mashindano ya Afrika, timu ambazo zinawakilisha katika mashindano ya kimataifa mm -hmm. swala so, ambalo ni gumu kwa kuzingatia mechi zilizosalia. Mwenzetu Zuberi Ale amefanya yote kuhusiana na ligi kuu nchini Kongo inaendelea na yote ambayo yanajiri katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo una vilabu takriban ishirini na nne ambapo kwenye hiyo uh, ishirini na nne kunatakiwa kucheze playoff na hii nyingine tunaleta playdown ambao wanashuka daraja na wale ambao kwenye ile playoff wanatakiwa tuwakilishe kwenye mashindano ya CAF. Zinatakiwa zitoke timu nne kwenda kwenye mashindano ya CAF ikiwa ni tatu kutoka ligi kuu na mmoja ambaye atakuwa ni mshindi wa Coupe du Congo kuongeza idadi za timu nne, lakini uh, kuchelewa kwa upangaji wa ratiba ndio wako unasababisha kuchelewa mpaka hivi sasa, na sidhani kama ita, itaisha kwa namna ambavyo wanavyopanga wao, kwa sababu itafikia hatua tu, wa tu kwamba watachukua msimamo ulivyo mpaka hivi sasa. Wakishindwa kuchukua msimamo ulivyo hivi sasa, basi itakuwa masuala ya kuchukua msimamo wa msimu uliopita. Hebu e, tuamini kutokana na ubora wa timu wa msimu uende utuwakilishe, tusiamini kutokana na historia ya timu. Naamini ubora unaweza ukafanya mambo mazuri. Tuchukulie mfano wa Pyramid, ubora wao umefanya wamechukua Kafu Champions League kutokana na kile walichokiwekeza kwenye misimu kadhaa. Lakini TP Mazembe hawana kikosi kipana sasa hivi cha kusababisha mpaka watuwakilishe vema kwenye mashindano ya kimataifa. Bora tuwachukue hao wa ambao wameonesha tayari ubora wao, kina Lezegle du Congo, kina Lupopo, eh, kina Maniema, ili waende watuwakilishe kimataifa. Mechi ya Jumamosi baina ya Simba na Lezegle di Congo imeleta maneno mengi sana, mpaka kocha wa Lezegle na nafika kutamka kwamba ni heri asifundishe kabisa katika ligi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo sababu marefari hawaoneshi ushirikiano mzuri na baadhi ya timu. Hili unalizungumziaje? Uh, swala la marefari sio kwa lezegle tu bali le timu nyingi sana zinakuwa zikililia hayo kwa sababu inakuwa siyo tena makosa ya kibinadamu, inakuwa ni swala ambalo e, ni la upangaji wa ratiba toka nje ya uwanja. Kuna makosa kadhaa tuliyaona, kuna penalti ya Lezegle ambayo li refa alipeta. Mambo ni mengi sana, yaani ukianza kuangalia mwanzo wa msimu mpaka mwisho, mazaifu ya marefari yanakuwa mengi zaidi ya kile tunachoweza kutafsiri kwamba ni makosa ya kibinadamu. Mimi ningependa viongozi wa Linafoot wawe na panga ratiba mapema uh, ili ligi iishe mapema kwa uhakika tuondoke nchini, nchini Kongo, turejee katika nchi nyingine ya Afrika Mashariki mm -hmm. Nchini Kenya, ambapo kocha wa Harambee Stars Ben McCarthy ameonyesha kutoridhishwa na, tha, na sare ya goli ya bila kufungana bila bila dhidi ya chan katika mchezo wa kirafiki uliofanyika huko Marakesh nchini Moroko. McCarthy ma, ameeleza kwamba licha ya Kenya kumiliki mpira lakini matokeo haipati na kesho anacheza mechi ya marudiano tena. mm -hmm. Sasa Lukman yuko nchini Kenya, bila shaka mm -hmm. anatusikiliza na wewe pia, wewe ni tuwa Mombasa. <laughs> unafahamu <laughs> kinachoendelea katika soka nchini Kenya. Hebu Lukman, tuanze kwako. Kikosi cha timu ya taifa ya Kenya cha Harambee Stars, hali yake iko vipi na unafikiri wanakuwa wanakwama wapi na nini ambacho kifanyika? Kwa ufupi sana tuweze kupata ufumbuzi. Uh, kwanza uh, Benni McCarthy uh, nadhani sasa hivi ameongoza Kenya Harambee Stars katika mechi tatu tangu aweze kuchukua hatamu mapema mwaka huu e, kuifunza timu hiyo. Kwa hivyo mechi ya kwanza ilikuwa ni kwani kufuzu kombe la dunia dhidi ya Gambia, mechi ambayo ilishia sare ya tatu tatu, na Harambee Stars walikuwa na nafasi ya kushinda mechi ile, lakini wakalegea mahali e, mechi ikaishia sare. Baada ya hapo walikuja kupigwa na Gabon mbili moja e, na jana sasa tena majuzi wameweza kutoka sare ya kutofungana dhidi ya Chad. Hii e, sare wengi wameichukulia vibaya kwa sababu Chad ni timu ambayo ipo chini huko katika orodha ile ya FIFA 177 Kenya ni 111 hivyo hiyo hiyo kubwa mno kati ya timu hizo mbili, ambapo tulitaraji ingekuwa tu ni mteremko kwa Kenya na labda angeandikisha ushindi wake wa kwanza. Lakini kikubwa ni kwamba mwenyewe aliita kikosi cha wachezaji ishirini na tatu ambapo wengi ni wachezaji wanaocheza ligi ya nyumbani, wale ambao wanacheza nje ni wachache, na pia kule nje huwa hawashirikishwi kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo anasema hii ilikuwa mechi ya kuwapa nafasi na wao maanake, kuna mchuano wa chana ambao wanakuja baadaye mwezi Agosti, Kenya, Uganda, Tanzania wakiwa mwenyeji. Mm. Kwa hivyo pale ni wachezaji wa nyumbani tu ambao wanacheza. Kwa hivyo hii ni fursa ya kuwapa wale wachezaji wa nyumbani kuonyesha iwapo wanataka kujumlishwa katika kikosi kile au la. Kwa hivyo juzi alianzisha kikosi chingine na eh, eh, kesho tunataraji ataanzisha kikosi tofauti manake ndani kuna wafungaji bora watatu wote katika ligi kuu ya. Umemsikia Lokman Saka, Mtandao na Suasua lakini atarajia baadaye. Nikurejee kwako wewe Saumo, unajua michuano ya CHAN itakuwa ifanyike

Unamweleza vipi mfuatiliaji wa naweza kusema kwamba uh, McCarthy kama alivyosema Lukman Mahmud mm. Ni kwamba kufikia sasa mechi tatu ameweza kukiongoza kikosi cha Harambe Stars. Kwa hiyo ni kama bado anakiunda, anafanya majaribio. mm. E, trial and error ni kina nani anaweza kuwatumia, eh, ni kina nani pengine anaweza kuwatumia kama wachezaji wa kiba. Kwa hiyo kufikia sasa unaweza kusema maandalizi labda yapo katika hatua nzuri, licha ya kwamba mm. eh, pengine kama alivyosema Lukman wamecheza na Chad na matokeo hayakuwa ya kuridhisha. Lakini kwa matarajio ya kwamba kesho, labda sasa hivi makathi ashawajua wale wachezaji wenye ubora zaidi ni kina nani, atawatumia katika ushambuliaji, safu ya viungo, wakabaji, safu ya ulinzi e, anaweza kukipanga kikosi chake hadi Agosti itakapofika, basi naamini wataweza kupata matokeo, licha ya kwamba kundi walilowekwa mm -hmm. e, ni kundi lile, wanasema kundi la kifo mm -hmm. lakini tunatarajia kwamba mcheza kwao hutuzwa. <laughs> Unasikia mbwembwe hizi za saumu wakisema kwamba anaweza kaa tuzo Tanzania hapa ama Uganda. Lakini vipi Lukman, kwa, kwa upande wako, unajua wafuatiliaji wa kandanda wanataka kufahamu, wanataka kuona timu zao za taifa hasa za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda, zikifanya vizuri katika michuano hii ambayo inafanyika Afrika Mashariki. Tunaona tumeona juzi waziri wa maswala ya kandanda nchini Tanzania, maswala ya michezo, alikuwa nchini Kenya huku kuangalia hali jinsi ilivyo katika maandalizi ya michuano hii ya CHAN. Mimi nataka kujua kwa ufupi sana vikosi hivi vya mataifa ya afrika mashariki, una una kipi cha kuviambia kuelekea michuano hii ambayo inafanyika nyumbani? Manake sije kama mwisho wa siku tunacheza afrika mashariki na kombe linaenda ukanda wa kaskazini mwa afrika ama kusini mwa afrika, itakuwa ni swala ambalo linawafedhehesha pengine wafuatiliaji wa soka afrika mashariki. Nini kifanyike? Nadhani kikubwa ambacho tunafaa kuweza kujiboresha ni kwanza maanake kama michuano hii inacheza wachezaji Okay. Mm -hmm. Ligi za eh, nyumbani lazima ligi hiyo iwe na uzito eh, lakini ukiangalia kama ligi zetu mara huku Tanzania, mara hawa hawapeleki timu, hawa hawataki kucheza, so okay, like, ukija uh, kia ligi zimeisha, zingine sisi bado zinajipanga, kwa chani bado tuna mechi mbili mkononi, kwa hivyo, eh, lazima ligi ziwe uh, very strong, ndiposa ukiwe na vikosi ambavyo vitakuwa strong hasa kwa uh, timu za michuano kama hii ya chan. Kwa hivyo hii e, inafaa e, iyo e, e, e, e, funzo eh, mi naweza kukubali mm -hmm. kwa mahati to perform katika michuano hii Kenya, Uganda, Tanzania, ambaye atasonga mbele itakuwa ni kwa bahati nasibu tu lakini hapo ni eh, kiuhalisia tunabado eh, tuna safari ndefu. Ingawa eh, kama Simba kucheza fainali mm ya uh, mashirikisho uh, barani Afrika, hiyo kidogo na inaleta matumaini eh, upande wao, lakini eh, bado timu zetu tatu naamini zitakuwa zita sana katika michuano. Bado simu zetu zinapaswa kufanya kazi ya ziada. Asante sana Lukman Mahmud kutoka Kenya na Saumu kwa kujumuika nami katika kipindi hiki cha michezo, na sasa ni zamu ya ah, makala yetu leo.